kwa kunipa nafasi hii na mimi niweze kusema mambo machache. Ingawa mimi ninacho kilema, nimekulia kwa Waislamu, nimesoma kwa Walutheri. Sasa nina matatizo ya wakati mwingine kwenda kwenye vitabu, na we unanijua, utanivumilia. Kwanza nianze na ndugu Magufuli. Wakati ulipoteuliwa, nilialikwa na Mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete kwenda pale Morogoro kupiga debe. Naomba nirudie maneno niliyoyasema siku ile pale. Nilikuambia hivi: Nabii Isaya aliwahi kusema, Isaya sita, akasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Ndipo nikajibu nikasema, mimi hapa, nitume mimi Bwana. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema nimtume nani? Ndipo nikajibu mimi hapa nitume mimi Bwana. Kwa hiyo ndugu Magufuli, kwanza tunakupongeza, ulikubali tulipokutuma kupeperusha bendera ya nchi yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais. Ulisema mimi hapa nitumeni mimi na pale Morogoro nisema tulituma mtu wa kuaminika. Lakini vile vile kwako, mheshimiwa Jakaya, na wewe tukushukuru, ndugu yangu. Katika kipindi cha miaka kumi ulisema mimi hapa nitumeni mimi, umekiongoza chama chetu, umeiongoza serikali yetu, na katika vipindi vyote chama chetu kimeshinda. Mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Tuna, tuna kwa ndugu Magufuli tunakupongeza tena kwamba umekubali kuchukua dhima ya kuwa mwenyekiti wa chama chetu. Ulipokataa ulifanya vizuri. Ulipoambiwa wambi, ulipo bwana we kuwa mwenyekiti ukasema sitaki. Sio wewe wa kwanza. Nabii Musa mzee Mwinyi, unajua alipoambiwa, tunakupa utume Musa, alimwambia Mwenyezi Mungu sitaki, maana mimi nina kigugumizi. Mungu akamwambia Musa, utakuwa mtume. Akamwambia sawa, kama unataka niwe mtume, lakini huyu ndugu yangu Harun, maana Harun na Musa ni mtu na binamu yake Akamwambia basi huyu ndugu yangu Musa, mpe utume ndugu yangu Haruni. Ndiyo kisa cha Haruna kupewa utume. Lakini Musa alipopewa utume, ile kazi akataka apambane nayo peke yake. Akaambiwa na Mungu, njoo Musa. Mpaka mke wa Musa hamuoni mumewe, akamwambia Mungu, vipi, mbona Musa simuoni? Musa akaitwa na Mwenyezi Mungu, akaambiwa, Musa, utakufa kazi hii ngumu. Chagua wa makumi, chagua wa mahamsini, chagua wa mamia wa kusaidie kazi kwa ndugu Magufuli. Na wewe wa mamia wapo, wa makumi wapo, wa mahamsini wapo. CCM oye, tumejaa humu ndani, unaogopa nini? Chagua wa makumi, chagua wa, wa mamia, chagua wa mahamsini. Musa akabeba utume, kazi ikaenda. Nabii Yona, sisi Waisilamu tunamwita Yunus. Alipopewa utume naye alikataa, akakimbia mpaka akamezwa na nyangumi, mpaka aliposema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin fastaudzu billahi min ash-shaytanir rajim. Nabii Yona akatapikwa na yule nyangumi, na alikwenda kutapikiwa kule kule alipokataa kazi ya Mungu. Bwana we, sio wa kwanza kukataa kazi ya CCM, lakini tupo. Yeremia, nabii Yeremia alipopewa utume akasema, mimi mdogo, kazi hii siwezi. Mungu akamwambia Yeremia, usiogope, nitatia maneno yangu katika kinywa chako, na wewe utakwenda kusema kwa niaba yangu. Sasa ndugu Magufuli, unaogopa nini? CCM itatia maneno yake katika kinywa chako na wewe utakwenda kusema kwa niaba yetu. zizm oye meshimaja kaya mi nakushukuru, ndugu yangu, kwa maelezo uliotoa hapa kwamba ulipokwenda kwa yule bwana kwamba ni kukabidhi uwenyekiti akakataa. Maana wako hata viongozi wa dini waliosema wewe unakataa kumpa mwenzako wenyekiti Askofu Gwajima. Uislamu unasimama katika nguzo tano za Uislamu na nguzo sita za imani, kumi na moja. Ukristo unasimama katika amri kumi moja inasema usiseme uongo. Ni jambo la kushangaza kwamba askofu anasema uongo, anamsingizia Jakaya kipenzi chetu kwamba hataki kumpa Magufuli uwenyekiti. Rafiki yangu Jakaya alinifundisha akasema, sio kinachowekwa benki ni fedha tu, hata uongo unawekwa akiba sisihemu oye ili upate cha kudanganyia kesho, ukiumaliza wote leo eh, uongo kesho utadanganyia nini? Wanyima anamaliza uongo wote, anasema Jakaya amekataa, na akamwambia Magufuli unda chako chama, usiunde utapata tabu, hata wakina Sumai hawakuunda. Wanachezea sasa mchangani huko Kibaha. Mheshimiwa Jakaya, maelezo yako fasaha, umemjibu Askofu Gwajima kwamba mwongo, na Askofu Gwajima anawaudhi hata wana CCM anaosali kwenye kanisa lake. Anayolaana ya Mheshimiwa Paul Kapengo alipomtukana ndiyo inayomwandama sasa CCM oye. Kwa hiyo, ndugu zangu wajumbe, tumjibu Gwajima leo kwamba Magufuli tunampenda, tumjibu kwa kura zetu. Haleluya! <tipos> nizemoye wakati naomba kura wakati naomba kura hapa, wakati ule wa kura za marohani nilisimama, tuwe kitu kimoja, nilisema kukataa kura za maruhani. Leo tuwajibu wanaomsema mwenyekiti wetu kwa kumpa kura zote yule Msukuma bani samani samewa maana tumezoea. tumezoea kuambiwa mzigo mzito mpe Mnyamwezi, lakini ushahidi umeonyesha kumbe hata Mkwere anaweza kuubeba mzigo mzito maana ameubeba kwa miaka kumi. Sasa tunaurudisha kwa mwenyewe. Leo msukuma, beba mzigo wako. Ndugu zangu, kama alivyosema mwenyekiti, chama kinatoka katika mikono salama ya Mheshimiwa Jakaya kinakwenda katika mikono salama ya mheshimiwa Magufuli. Pengo la jino la dhahabu linachoachwa na Jakaya leo linazibwa na, na jino la dhahabu Magufuli. Ngoja nirudie vizuri hapo, pengo inayoachwa leo na mheshimiwa Jakaya ilikuwa na jino la dhahabu lakini pengo ile inalipwa leo, inazibwa leo kwa jino la dhahabu. Nafikiri nimetumia Kiswahili kizuri chama. Kinatoka mikononi mwa kada mchapakazi, kinakwenda kwa kada anayeamini kwamba hapa kazi tu. Chama kinatoka mikononi mwa kada Jakaya anayepiga vita ume, ume, u, u, ufisadi kiasi cha kumtosa rafiki yake mpenzi Lowassa. Ngoja nirudie. Chama kinatoka mikononi mwakada anayekataa ufisadi kiasi cha kumtosa rafiki yake Lowassa, kwamba nakupenda lakini huna sifa za kuwa rais kwa sababu wewe ni fisadi, kinakwenda kinatoka mikononi mwa kada anayekataa ufisadi, kinakwenda mikononi mwa kada mwasisi wa mahakama ya mafisadi. kinatoka mikononi mwa kada anayepiga vita umaskini Jakaya, kinakwenda kwa kada ambaye anaamini kwamba asiyefanya kazi na asile chakula. Chama kinatoka mikononi mwa kada ambaye kwa kipindi cha miaka kumi, chama kilikuwa kikishinda katika chaguzi zote, kinakwenda kwa kada ambaye katika uchaguzi wa mwaka jana amekitetea ushindi mkubwa na mimi niliwahi kusema hapa, nikasema, tumekuja kuchagua kocha. Wakati namchagua Mesi moja kaya leo, kocha wetu mwenye uzoefu anaondoka hata kabla ya kumaliza mkataba. Kocha unatuacha, lakini insha Allah, Mwenyezi Mungu hatatuacha, maana hata alipotoka Nabii Isa Bwana Yesu alisema sitawaacha peke yenu, nawaachia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kocha anaondoka, lakini hatuachi peke yetu, anatuachia kocha ambaye mwaka jana alituletea ushindi chama chetu. Siogope ndugu zangu, kama nilivyosema, tumekuja kuchagua kocha. Kocha mzuri ni ule ambaye ameipatia timu yako ushindi. Mheshimiwa Jakaya tunakushukuru sana kwa muda wa miaka kumi umekiletea chama chetu ushindi. Nami na mimi nakushukuru vile vile, uliniamini, nimetumika chini yako kwa muda wa miaka sita. Mzee Mwinyi nakushukuru, nilitumika chini yako. Mzee Mkapa nakushukuru, nilitumika chini yako. Mmepata eh tabu kufanya kazi na mimi vile vile, matatizo. Kwa hiyo tunashukuru kwamba leo kocha unaondoka, nenda salama. Wacha waseme. Mzee Mwinyi alitufundisha kwamba ili ubani pale dukani upate bei lazima uchomwe, ili watu wasikie harufu. Ndiyo maana ukiingia dukani unaukuta ubani umechomwa, mtu anasikiliza harufu, ndio anaununua. Usipouchoma, haupati bei. Kwa hiyo na wewe ndugu yangu umechomwa sana, ndicho kilichokufanya uwe na bei. Na wewe ndugu Magufuli utachomwa sana, usikasirike, ndio utapata bei. La mwisho, jana alinipigia msambaa mwenzangu mmoja, yuko kule kwenye timu ya watu wa Tanga pale anambia Mzee Makamba, tunakusikia unampigia debe rafiki yako Magufuli awe mwenyekiti. Lakini mbona tumemsikia hadharani akisema hataki ushauri? Unajua kule kwetu Tanga, hiyo uonekane umesoma lazima uwe umesoma Minaki. Nikamwambia, wewe tatizo lako hukwenda Minaki. Alichosema Bwana Magufuli alikataa vimemo. Kuna tofauti ya vimemo na ushauri, na kati ya vimemo ambavyo Magufuli amevikataa ni pamoja na changu. Kuna mtu nilikuwa nampigia debe awe mkuu wa wilaya, cha kwangu kimemo akakikataa, lakini ushauri hajakataa. Vizimo, kuna tofauti ya vimemo na tofauti ya ushauri. Magufuli alisema amekataa vimemo, hakusema anakataa ushauri. Kwa hiyo cha kwangu kimemo, cha dada yangu awe DC alikikataa, lakini ushauri wangu ambao nimempa ameukubali. Sitaki ni useme kwa hiyo jamani, Magufuli yuko pale, ni mtu wa watu, vimemo hataki. Maana hata sasa anavipelekewa katibu mkuu awe fulani, katibu mkuu awe fulani, katibu mkuu, hivyo ndio vimemo anavyosema, lakini sio kwamba anakataa ushauri. Kwa hiyo ndugu zangu, napenda na mimi nichukue nafasi hii, mwenyekiti, kuwaombeni, Magufuli ni kocha mzuri, tumpeni kura zetu zote. Wapinzani, nataka mjue, Jakaya alikuwa anawabatiza kwa maji, huyo ajaye atawabatiza kwa moto. iimnai